Majina yangu naitwa Nyemo Leonard Chomola, ni meneja wa PSSF mkoa wa Kilimanjaro. Nimefika hapa kumwakilisha mkurugenzi mkuu wa PSSF na management ya PSSF makao makuu Dodoma. Tumefika hapa KIDEP Foundation kwa nia na malengo ya kuja kuwasilisha mahitaji mbalimbali kwa ajili ya watoto wanaotunzwa kwenye hiki kituo e, kama ambavyo unaona tumefanikiwa kuleta mahindi kilo mia tatu e, tumeleta mchele kilo mia moja tumeleta maharage kilo mia moja tumeleta unga wa ngano kilo mia moja tumeleta dagaa kiasi, tumeleta sabuni mifuko mitatu, tumeleta gesi kwa ajili ya kupikia, sabuni za kufua, pamoja na sabuni za vioni tumefanikiwa pia kuleta brenda mabegi 78 kwa ajili ya watoto wote wa kituo hiki. Hali kadhalika tumeleta madaftari, tumeleta peni e, tumeleta masweta, ikiwa ni vifaa kwa ajili ya shule na kwa ajili ya maisha ya watoto katika kituo hiki. E, management ya mfuko wa PSSSF chini ya uongozi wa Dr. Rhimo Nyansaho wamefanikiwa kuweza kutupatia kiasi hiki cha fedha eh, katika sera yetu ya kuhudumia jamii, yani ile corporate social investment initiative. Na katika hili kupitia ile sera imetupa mwongozo kuweza kusaidia vifaa kama ambavyo unaviona hapa, kwa lengo la kuwawezesha hawa watoto kuweza kusoma na waweze kuishi hapa kama ambavyo watoto wengine wanaishi. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa Kidep Foundation, amekuwa akitukimbilia mara nyingi, na hii leo sio mara ya kwanza, la ni kwa sababu ya ukaribu ambao tumekuwa nao kati ya kituo na mfuko wa PSSSF, na kwa nyakati tofauti tofauti tumekuwa tukiwasaidia kama ambavyo tumekuja kuwasaidia hivi leo na kuweza kuwawezesha kwa mahitaji machache. Tumefurahi kuwa na watoto hapa. Tumefurahi kuona watoto watoto wanavyotunzwa vizuri na wakiwa wasafi kama ambavyo mnawaona. Kwa kweli imetutia moyo sana na tumejisikia furaha kuwa na hawa watoto kuweza kujumuika nao na kuweza kushinda nao hapa katika kituo chao, tukiwa pamoja, tukibadilishana mawazo na kujifunza kutoka kwao na wao wakijifunza kutoka kwetu. Mimi naitwa Kitua Mcharo, ni compliance afisa wa mkoa wa Kilimanjaro mfuko wa pension eh. Uko karibu sana na wanachama wake kwa sasa tuna mtandao wa ofisi zetu kila mkoa, lakini tumetambulisha bidhaa mpya hivi karibuni ya kidijitali, kwa maana mwanachama anaweza kupata taarifa zake za wanachama wake popote pale alipo. Baada ya shughuli nyingi za kikazi, jioni anaweza akaingia kwenye website ya mfuko akiandika tu maneno fulani, PSSSF portal itamwongoza namna ya kuweza kuaksesi michango yake. Hii ina maana gani? Ni kwamba tumewafikia wanachama wetu kule walipo. Pamoja na hayo yote, tunaenda mbali. Kwa hali kama hizi, tunavyokuja kwa vijana, tunajua ni mbegu inakuwa baadaye itakuja kuitangaza mfuko baadaye. Na maombi haya, tumeshuhudia vijana wengi, ni wadogo lakini wameenda ndani sana, wamezama katika maombi, tunajua haitaanguka bure. Diomed Paskali Msindi Uh, ni msimamizi au mwanzilishi wa KIDEP Foundation. Nikisema KIDEP Foundation ni shirika lililosajiliwa uh, na serikali uh, kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye uhitaji, ikiwemo watoto wanaotoka wa kwenye mazingira magumu na watoto yatima na pia na kuwasaidia kuweza kupata elimu uh, bora. Mnavyoniona ni hapa niko na uongozi wa PSSSF mkoa wa Kilimanjaro, na ni jambo kwetu uh, la furaha sana, tumekumbukwa uh, kipindi tulikuwa tunapitia kilikuwa kigumu. Watoto wanajua, yani ni kama ni ombi, tumekuwa tukiomba Mungu tusaidie tupate chakula kama. Uh, uh, hii wiki tumekaa ndani, mnajua watoto walikuwa wakitaka kula kila mara kwa hiyo tulikuwa na njaa kabisa, tulikuwa hatuna maharaki hata moja, hata mchele tulikuwa hatuna. Tumekuwa tukila nani makande meupe yani, wakati uh, wa wiki iliyopita, yeah, ndipo uh, na nyuma, tulikuwa tunapitia njaa, tunaanza kuandika proposal a tunazi post tunazipeleka kwenye uh, kampuni tofauti tofauti, Mungu amesaidia kabla rujafa ndipo uh, PSSSF uh, uh, wa, Mungu amewagusa. Uh, Mungu akaweza kuwapitia akatusaidia, ndipo tumepata vitu vyote hivi. Kweli kweli tulikuwa na njaa kwetu, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa hiyo mimi kweli kweli napenda kuwashukuru sana viongozi wa serikali uh, kwamba ni jambo la muhimu sana wamefanya. Ndugu zangu, ni hapa kazi tunazozifanya si kazi rahisi. Tuna watoto wengi zaidi ya watoto sabini na nane na wanahitaji kupata Uh, mahitaji yao kusoma, kula, kila kitu mnaelewa na, na watoto hao kweli kweli eh, wana uhitaji. Kwa hiyo wanavyo tunavyokimbiliwa na jamii na serikali ni jambo la kushukuru Mungu sana. Mungu amenipa kibali na kipaji hiki cha kuweza kulea watoto. Hata mimi nikiwa mdogo nimeelelewa mazingira hayo eh, tumekulia kwa mazingira magumu sana, lakini tumeweza kufika hapa kwa neema ya watu walioweza kutusaidia. Ninajua kwamba uh, watu, watu wengi hapa sisi Watanzania wenyewe tunaweza tukasaidiana kabisa tukafika mbali, ni ushuda nikiona uh, wale ni watoto ni tulio kuanza nao wamekuwa, tunaona kwamba inawezekana kwa kusaidiana sisi wenyewe kama Watanzania. Kwa majina naitwa Doni Godfrey Kisaka, ni, ma, ni mtoto wa hapa Kidepi na washukuru sana kwa kutuletea uniform za shule kwa sababu tulikuwa na mahitaji ya uniform za shule, mmetuletea sasa tunaweza kwenda shule na uniform za shule mpya na mpya. Mmetusaidia chakula kwa sababu tulikuwa na changamoto za chakula, na mmetuendelea kutuletea chakula. Mungu akaendelea kwa shukuru, na tuna Mungu akaendelea kuwazidishia, na endeleeni kutukumbuka pale popote tutakapokuwa, Mungu akaendelea kuwalinda. Asanteni pia kwa kutuletea chakula, sababu tulikuwa tuna mahitaji mengi ya chakula na vitu vingine na nguo za shule, sasa mmetuletea, tunaweza kuendelea, na Mungu akaendelea kuwazidishia pale mpotoa